Vinywaji baridi simu tumechaji, tofauti tunafanana na watu walioko mjini, hatuna tofauti. Zamani tulikuwa tunakuja hapa, natafuta mtu mwenye sola nda kuchajie simu yako, alafu na ile sola sio nzuri kwenye betri za simu, simu zina nyingi betri zinawahi kuharibika mapema. Lakini hii kwa mjini na sisi tulioko huko hatuna tofauti, tunafanana. Sitaka kitu cha baridi napata, sitaka kuchaji simu yangu napata. Kwa hiyo tunaona ni vizuri zaidi, tumepata faida kulingana na umeme uliofika hapa. Kazi zetu kwa kweli zinaenda vizuri kulinganisha mafuta tulivyokuwa kipindi kile cha mafuta na kipindi hiki cha umeme, mambo yetu ni mazuri. Kipindi kile tulikuwa wakati tunatumia mafuta, mafuta ya laki yalikuwa natumika kwa muda wa siku moja, lakini kwa sasa hivi laki moja naweza ikatumia hata siku tatu kwa umeme. ulitoweka wa laki tatu, wa laki moja unatumia kwa siku tatu awezekana hata siku nne unaweza ukatumia kwa sababu tegemea na jinsi ya mzunguko wa kazi. Lakini kwa mafuta ulikuwa ukitumia laki moja kwa siku inaisha na kesho unatakiwa utumie laki moja. Kwa hiyo inaonekana kwamba hapa uzalishaji baada ya kuingia umeme umekuwa vizuri. Mfano kama hii mashine inatumia mifuko mitano hadi sita. Lakini kipindi kile tulikuwa tunatumia mifuko miwili kwenye makarasha madogo kama yale linatumia mifuko mitano unashusha, unasaa, unaweza kuzungusha kwa muda wa dakika hamsini kashusha, au dakika arobaini kutegemea na mawe na na, na, na, na, na, na, na, na ugumu wake. Akini kama ni maraini dakika arobaini mifuko mitano unashusha. Akiwa magumu mifuko mitano dakika hamsini. Kabla ya kuleta mradi hapa, shughuli zilizokuwepo zilikuwa ni chache sana kwa sababu shughuli inayofanyika hapa kubwa ni kusaga mawe ambayo yana dhahabu, na shughuli kuwa ikifanyika kwa kutumia diesel. Kwa hiyo uzalishaji ulikuwa mdogo, lakini baada ya kufika mradi huu uzalishaji umeongezeka, na hivyo imezidi kuvutia watu wengi zaidi kuja kuweka makrasha. Kama tunavyoona site, kuna krasha zingine zinaletwa, kuna wengine wanahamia kutoka maeneo mengine, mengine. Kwa shughuli za kiuchumi zinazoendelea zimekuwa ni kubwa, na hii imetokana na mradi huu ambao umeletwa maeneo haya. Tulipokuja katika eneo hili la wachimbaji wadogo hapa Geita tumekuta wananchi ambao ni wachimbaji wadogo eneo hili wameridhishwa sana na utekelezaji wa huu mradi, kwa sababu mradi umeweza kuwapunguzia gharama za uzalishaji. Walikuwa tu, awali walikuwa wanatumia dizeli kufanya uchenjaji wa madini, lakini sasa hivi wanatumia huu umeme kufanya uchenjaji. Kwa maana hiyo uzalishaji umeongezeka na gharama pia imeongezeka na mapato yameongezeka, kwa maana hiyo uchumi wa wananchi wa mkoa wa Geita na maeneo mengine yanayoshughulika na masuala ya madini, kusema kweli, kupitia msaada mkubwa sana ambao Mheshimiwa Rais anautoa kwa wachimbaji wadogo, mapokeo ma, ma, ma, ni makubwa sana, wanamshukuru sana.